Na kwingineko, tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi imetwaa shilingi milioni 3.58 zinazokisiwa kuwa mali ya ufisadi kutoka kwa mkurugenzi wa kampuni ya Turkenya Tours and Safaris, Dickson Kibunyi. Fedha hizo zilipatikana kufuatia upekuzi wa makazi na afisi za maafisa wa ngazi za juu wa idara ya michezo ambao wanahusishwa na kashfa ya wizi wa shilingi bilioni 3.8. Wapelelezi hao wa tume hiyo walifanya upekuzi sambamba katika miji ya Nairobi, Nanyuki, Machakos, Kiambu pamoja na Nyeri. Ya kiama ilikuwa imewadia, na mbio za sakafuni zinaonekana kufikia ukingoni kwa maafisa wa ngazi za juu kwenye idara ya michezo ambao wanahusishwa na ubadhirifu wa kitita cha shilingi bilioni 3.8 pesa za umma. Maafisa wa tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi EACC, waliraukia misako kwenye makazi ya maafisa hao watano wanaohusishwa na sakata hiyo Misako ikifanywa sambamba katika kaunti za Nairobi, Nanyuki, Machakos, Kiambu na Nyeri, katika juhudi za kubainisha mahali fedha hizo zilikofichwa. Miongoni mwa walionaswa ni naibu mhasibu wa shirika la ustawi wa maeneo kame na kanda, Otis Mutwiri Nturibi, ambaye anadaiwa kutumia fedha za ufisadi kujenga jumba la kukodisha la orofa nne katika kaunti ya Meru. Caroline Mudhoni Karioki ambaye ni naibu kamishna wa michezo pia anachunguzwa kuhusiana na sakata hiyo inayodaiwa kutekelezwa katika miaka ya kifedha ya 2020, mwaka 2021 na mwaka 2026. Mwaka katika upekuzi wake, tume hiyo ilipata shilingi milioni 35 kutoka kwa Dickson Kibunyi ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Turkenya Tours and Safaris. Wengine wanaohusishwa na kashfa hiyo ni mahasibu kwenye idara ya michezo David Mwasia Musau na Maureen Wangoi wa Mbugu, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Smartflows Travel. Washukiwa walipelekwa kwenye afisi za tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi EACC katika jengo la Integrity Center kuandikisha taarifa. Abdiaziz Ashim, Darubini.